Kufunga balozi thelathini za Marekani duniani, zaidi ya nusu ziko Afrika. Ai, Utawala wa Trump unapanga kupunguza makumi ya balozi za Marekani duniani kote, ambapo umependekeza kufunga balozi na balozi ndogo karibu thelathini, zaidi ya nusu zikiwa barani Afrika. Mpango huo ni sehemu ya mpango mpana wa serikali ya Trump wa kupunguza bajeti ya wizara ya mshauri ya kigeni ya Marekani kwa karibu asilimia hamsini, ikilenga kupunguza misaada ya Washington kwa nchi mbalimbali duniani kwa takriban asilimia sabini na tano. Waraka kutoka wizara ya mshauri ya kigeni ya Marekani umeeleza kuwa balozi zilizopendekezwa kufungwa ni pamoja na balozi za Marekani nchinini Lesoto, Eritrea, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Congo, Gambia na Sudan Kusini. Zaidi ya hayo, balozi ndogo za Marekani huko Durban, Afrika Kusini, na Duala nchini Cameroon zinatazamiwa kufungwa, huku majukumu yao yakitazamiwa kuhamishiwa katika nchi jirani. Wakosoaji wa pendekezo hilo la serikali ya Trump wameelezea wasiwasi wao kwamba kupunguza uwepo wa Marekani kidiplomasia barani Afrika kunaweza kupunguza ushawishi wa nchi hiyo katika bara hilo, hasa wakati huu ambapo mataifa mengine yenye nguvu duniani kama vile Uchina yanaendelea kupanua uwepo wao barani Afrika. Wanasema kuwa kufungwa balozi na balozi ndogo za Marekani katika nchi za Kiafrika kunaweza kuzuia uhusi diplomasia na ushirikiano wa kiuchumi. Nadhani jambo jambo hili linaweza kuleta changamoto nyingi sana. Hai. Mpango huu wa serikali ya Rais Donald Trump pia unajumuisha uwezekano wa kufungwa balozi barani Ulaya kama kufungwa balozi za Washington huko Malta na Luxembourg na pia balozi zake ndogo katika miji mbalimbali ya Ulaya na Asia. Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Marekani imesema kuwa mabadiliko haya ni sehemu ya juhudi kubwa zaidi za kurahisisha shughuli za serikali na kubana matumizi.